Tunapozungumzia kifo cha Aaliyah, nyuma yake majina makubwa kama JZ, R Kelly pamoja na P Diddy lazima yaibuke. Ni kwa nini kifo chake kilibua utata sana sana sana ambao unazungumziwa mpaka hivi sasa? Ni kitu gani muhimu ambacho mwanadada huyu alikuwa nacho ambacho kilitishia maisha ya wasanii hawa wakubwa mpaka kupelekea kuondoa maisha yake. Kuna konspirasi nyingi sana ambazo ziliibuka kuhusiana na kifo cha mwanadada huyu, na inaaminika kwamba huyu ndiye mwanadada aliyetengeneza mziki wa R&B ambao tunaufahamu hivi sasa. Licha ya kuwa mdogo sana kipindi hicho, lakini alikuwa ni tishio kwenye tasnia ya mziki. Ili uweze kufahamu ni nini ambacho kilitokea, ni lazima uanzie mwanzo kabisa wa historia ya maisha yake ili uweze kujua ni nini hasa ambacho kilitokea kipindi hicho. Alia Dana Haughton alizaliwa tarehe kumi na sita mwezi wa kwanza mwaka elfu moja mia tisa na sabini na tisa huko Brooklyn, New York City. Alikuwa ni mtoto wa pili wa familia ya Dien pamoja na Michael Haughton. Baba yake alifanya kazi viwandani na mama yake alifanya kazi za mziki. Aliya alikuwa ni mchanganyiko wa damu ya kiafrican american pamoja na asili ya Kijamaika. Jina lake Alia lilitokana na neno la kiarabu Aliya, ikiwa na maana ya aliye juu au bora zaidi. Au mtukufu. Aaliyah alisema kwamba anapenda jina lake na kila siku anajitahidi kuishi maisha ambayo yanalingana na maana ya jina lake. Wakati akiwa na umri wa miaka mitano, familia yake ilihamia kutoka Brooklyn kwenda Detroit, huko Michigan, akiwa pamoja na kaka yake mkubwa aliyefahamika kama Rashidi Huntington. Baba yake aliendelea kufanya kazi ya viwandani, huku mama yake aliyekuwa mwanamuziki mwenye kipaji kikubwa akiamua kubaki nyumbani na kuwalea watoto wao. Mama yake aliona kipaji cha binti yake na kuamua kumwandikisha kwenye masomo ya mziki, na huko ndipo ndoto yake ya mziki ilipoanza kuonekana. Aaliyah alianza kuimba kwenye kwaya katika kanisa ambalo mama yake alikuwa akihudhuria, lakini pia alialikwa kwenye maharusi na kuwa kivutio kikubwa sana. Alikuwa ni mtoto mrembo na mwenye sauti ya kuvutia, kitu ambacho kilifanya watu wampende sana. Licha ya mama yake kuwa mwimbaji, lakini pia mjomba wake alikuwa anafahamika kama Beri Hankerson alikuwa ni mwanasheria anayejihusisha na mambo ya burudani, lakini pia alikuwa amefunga ndoa na mwimbaji mashuhuri kipindi hicho, alikuwa anafahamika kama Gladys Knight. kupitia uhusiano huo, Aaliyah alipata nafasi ya kusafiri na Gladys Knight na kupata nafasi ya kupanda jukwani na kumfanya aanze kujulikana kwenye tasnia ya mziki. Mnamo mwaka 1989 akiwa na umri wa miaka kumi, Aaliyah alishiriki kwenye kipindi cha Star Search ambapo aliimba wimbo wa My Funny Valentine. Ingawa hakuweza kushinda lakini kipindi hicho kilimpa umaarufu sana na kuanza kujulikana. Aaliyah akiwa na miaka kumi na mbili tu mjomba wake huyu ambaye anafahamika kama Barry Hankerson aliweza kumsaini katika rekodi lebo yake ambayo alikuwa anafahamika kama background record, lebo ambayo alikuwa ndiyo kwanza ameianzisha na kupitia mjomba wake huyo Hankerson aliweza kumkutanisha pamoja na R Kelly mwimbaji pamoja na mtayarishaji maarufu wa mziki ambaye alikuwa anafanya vizuri sana kipindi hicho ambaye alikuwa anafahamika kama R Kelly. Arakeli aligeuka na kuwa mlezi wake wa kimziki, mtunzi mkuu wa nyimbo zake lakini pia mtayarishaji wa albamu yake ya kwanza. Wakati albamu hiyo ikiandaliwa, Aaliyah alikuwa na umri wa miaka kumi na nne tu. Na mnamo Mei 24 mwaka 1994, nyimbo yake ya kwanza Age and Nothing But Number iliweza kutoka rasmi huku ikisindikizwa na albamu yake ambayo ilifahamika kama Alia, albamu ambayo ilipanda mpaka nafasi ya kumi na nane kwenye Billboard ya 200 na ndani ya wiki yake ya kwanza iliweza kuuza zaidi ya nakala elfu thelathini na nane na kuuza zaidi ya nakala E, milioni tatu ndani ya Marekani na milioni sita e, duniani kote. Wakati jina lake likizidi kukua, nyuma ya pazia taarifa zilianza kuvuja kwamba Arakeli anamtumia kingono na kumshirikisha kwenye mambo ambayo yalikuwa sio ya kawaida. Waandishi wa habari walipiga kelele, lakini kutokana na ukubwa ambao alikuwa nao Arakeli kipindi hicho ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuthibitisha mambo ambayo alikuwa anafanyiwa kipindi hicho. E, mambo haya yalikuwa ni siri sana, lakini kwa hivi sasa mambo haya siyo siri tena kwa sababu mitandao pamoja na vitu vingine vimerahisisha kuweza kujua siri ambazo walikuwa wanashiriki gizani. Lakini baadaye kulizuka tetesi kwamba Alia akiwa na miaka kumi na nne amefunga ndoa na Arakeli, lakini sababu ya kufanya hivyo ilikuwa ni kupata kibali cha kuweza kutoa ujauzito ambao alikuwa nao kipindi hicho. Kwa hiyo kipindi hicho ilikuwa hairuhusiwi kuweza kutoa ujauzito mpaka uwe na kibali cha ndoa. Kwa hiyo Rakeli alitengeneza kitambulisho feki cha kuonyesha kwamba Alia ana miaka zaidi ya kumi na nane na kufanikiwa kupata cheti cha ndoa na kufanikiwa kutoa mimba hiyo. Baada ya kufanya hivyo, maisha yake yalizidi kuwa magumu na mahusiano yao yalizidi kuwa na changamoto nyingi na kuamua e, kuwashirikisha wazazi wake, na mwaka 1996 Aaliyah aliamua kuachana na Jive Records na kujiunga na Atlantic Record ambapo alianza maisha mapya ya mziki wake. Kwa hiyo katika kipindi hiki kulikuwa kuna mambo mengi sana pakatikati ambayo yalikuwa ni siri kubwa sana katika tasnia ya mziki kipindi hicho, na jamii hii ya mziki ilikuwa inapambana kuficha mambo hayo. Huku katika maisha yake mapya aliweza kukutana na Timbaland pamoja na Missy Elliott ambao wakati huo walikuwa ni watayarishaji wapya na kuanza kutengeneza mziki ambao ulibadilisha historia ya R&B. Albamu yake ya pili iliweza kutoka mwaka huo huo ikiongozwa na wimbo wa If You Are Girl Only New na ikashika namba 11 kwenye Billboard ya Hot 100 na namba moja kwenye R&B charts. Albamu hiyo iliuzwa zaidi ya kopi milioni nane duniani kote, ikithibitisha rasmi kwamba Aaliyah ni malkia mpya wa mziki wa R&B. Nyimbo kama Four Page Letter, Hot Like Fire na One in a Million ilitambulisha mtindo wa R&B uliochanganyikana na soul na biti ambazo zilikuwa zinafahamika kama futuristic na kutengeneza R&B ambayo ilifanya vizuri na ndiyo R&B ambayo imekuwa ikitumika mpaka hivi sasa. Mwaka 1997 alipata ubalozi wa kampuni ya Tommy Hilfiger ambapo mtindo wake wa jinzi kubwa zenye rangi nyeupe nyekundu, pamoja na bluu ziligeuka na kuwa mitindo ya vijana wengi ambao walikuwa ni mashabiki zake. Kwa hiyo dunia nzima waliweza kufanya mtindo huu ukawa ni kama ni fashion ya kipindi hicho. Kwa hiyo mwaka 1999 Aaliyah alionekana kwenye filamu iliyofahamika kama Romeo, akicheza na nyota wa kung fu aliyekuwa nafahamika kama Jet Li. Filamu hiyo ilitoka Machi 2000 na kushika namba mbili kwenye box office huku ikipata zaidi ya dola milioni kumi na nane ndani ya wiki ya kwanza. Kama mtayarishaji mwenza wa soundtrack track ya filamu ambayo Aaliyah aliweza kuitoa, nyimbo ambayo ilifahamika kama Try Again iliweza kushika namba moja kwenye Billboard Hot 100 na video yake iliweza kushinda tuzo mbili kwenye MTV Music Award pamoja na Grammy. Baada ya mafanikio hayo, Aaliyah alianza kuonekana kama nyota wa pande mbili, mwigizaji pamoja na mwimbaji. Hollywood ilianza kumfungulia milango na kuanza kupewa nafasi katika filamu ya Queen of the Damned. Hii ilikuwa mwaka 2001 alicheza kama malkia wa vampire lakini wakati huo huo alirekodi albamu yake ya tatu iliyotoka Julai kumi na saba mwaka elfu mbili na moja. Alia katika nyimbo kama We Need Resolution pamoja na Rock the Boat iliweza kufanya vizuri sana na kushika nafasi ya pili kwenye Billboard 200 na kuuza zaidi ya nakala laki moja na themanini na saba ndani ya wiki ya kwanza. Katika kipindi hiki msanii huyu licha ya kuwa mdogo lakini kila alichokuwa anashika kiligeuka na kuwa dhahabu. Ukubwa aliokuwa nao ulimfanya aanze kuishi kwa kufuata misingi yake pamoja na utaratibu wa maisha yake, na sio misingi ya watawala wa mziki. Aliamini kwamba kutokana na ukubwa alionao anaweza akawa huru na kuishi maisha yake ya kawaida. Inasemekana katika kipindi hiki alianza kuanika siri zilizokuwa zimefichwa nyuma ya tasnia ya mziki, hasa biashara ya kuwatumikisha kingono watoto wadogo pamoja na mambo mengine mazito sana. Alitumia historia yake ya maisha kama mfano kwa vijana wengine. Katika kipindi hiki ndipo uchunguzi wa kesi ya Arakeli ulipoanza na yeye, iliaminika kwamba ndiye atakayekuwa shahidi namba moja atakayesimama dhidi ya Arakeli. Na kipindi hicho, Arakeli alikuwa na nguvu sana na soko la mziki lilikuwa bado lina muhitaji, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa alia kuweza kushinda kesi hiyo. Kwa hiyo katika kipindi hiki kulikuwa na sakata lingine kubwa ambalo lilikuwa linafukuta kipindi hicho. Hii ilikuwa ni bifu kati ya Damon Dash pamoja na Jay-Z. Watu hawa wawili walikuwa wanamiliki share za kampuni ya Rockefeller. Kwa hiyo ilihitajika kuweza kumpunguza Damon Dash kwenye kampuni hiyo ili aweze kumiliki peke yake, na kipindi hicho Alia alikuwa anatoka kimahusiano pamoja na Damon Dash. Jay-Z, iliaminika kwamba katika kipindi hiki pia alikuwa amevutiwa kimapenzi pamoja na Alia, na aliamini kwamba akiwa pamoja na Alia ya wanaweza kuwa kapo kubwa ambayo itaweza kupata mafanikio makubwa, lakini Aaliyah aliweza kukataa na kitendo hicho kiliweza kumkwaza sana Jay-Z. Katika kipindi hiki ndipo matatizo yalipoanza kumwandama Aaliyah. Kwa hiyo baadhi ya watu waliamini kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Agosti ishirini na tano mwaka elfu mbili na moja ni tarehe ambayo ilibadilisha historia ya mziki wa R&B mpaka leo. Ilikuwa ni siku ya jua kali katika visiwa vya Abaco nchini Bahamas. Msanii kijana mwenye kipaji cha pekee Aaliyah Dana Haughton alikuwa amemaliza kurekodi video ya wimbo wake maarufu ambao ulikuwa unafahamika kama Rock the Boat. Video ilikuwa imekamilika mapema kabisa kuliko ambavyo ilikuwa imepangwa. Aaliyah alionekana mwenye furaha sana, akicheka na kupiga picha pamoja na mashabiki zake, huku akijiandaa kurejea nyumbani Florida. Kulingana na mpango awali, Aliya na timu yake walipaswa kurudi Marekani kesho yake, lakini baada ya kurekodi na kukamilisha mapema walikuwa na hamu kubwa ya kuweza kurudi mara moja nyumbani kwao. Lakini saa moja jioni ilipokaribia, Alia na wasaidizi wake pamoja na wafanyakazi wa kampuni yake ya Background Record walijiandaa kuondoka. Baada ya kupakia mizigo katika ndege hiyo, ndege ilionekana kuelemewa, kwa hiyo licha ya rubani kutoa tahadhari kwamba ndege ilikuwa ni nzito kupita kiasi timu iliweza kusisitiza kuwa lazima waondoke jioni hiyo na ni lazima waondoke na mizigo yote. Rubani wa ndege nyingine Lewis K alisikika akieleza baadaye kuwa kulikuwa na mabishano makali kati ya rubani wao huyu Lois Morales pamoja na abiria wake. Morales aliwaonya waziwazi kwamba ndege hii imezidiwa uzito na safari haikuwa salama, lakini shinikizo la abiria lilikuwa ni kubwa. Walitaka kuwa Miami kabla ya usiku kuingia. Hatimaye rubani alikubali kuondoka na ndege hiyo na ndege ikaanza kujiandaa kwa safari yake, safari ambayo ndiyo ilikuwa safari ya mwisho. Lakini pia inaaminika kwamba Aaliyah ni mtu ambaye alikuwa anaogopa kupanda ndege, na inasemekana ili kuweza kumshawishi kuweza kupanda ndege walimwekea kilevi ili aweze kulewa ili waweze kumpandisha katika ndege hiyo huku akiwa hajielewi. Kwa hiyo saa sita na dakika hamsini jioni ndege ndogo ya Cessna 402 ilionekana kukimbia kwenye njia ya kurukia ikijaribu kuinuka. Watazamaji walisema ndege ilionekana ni nzito sana na ilionekana kusuasua, lakini ilifanikiwa kupaa. Ilipoinuka mita chache juu kutoka ardhini, ghafla pua ya ndege ili na machini ikapoteza mwelekeo, ikaanguka mita sitini kutoka mwisho wa uwanja, na sekunde chache baadaye moto mkubwa uliweza kulipuka na kuteketeza kila kitu. Watu tisa waliokuwa ndani ya ndege hiyo waliweza kufariki papo papo, na huo ndio ukawa mwisho wa maisha ya msanii kipenzi cha watu mwanadada Aaliyah. Miili yao iliweza kuchukuliwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Princess Margaret Hospital. Ripoti ya daktari wa uchunguzi wa maiti ilibainisha kwamba Aaliyah alipata jeraha kubwa sana kichwani na aliweza kupata mshtuko wa mwili mshtuko uliosababisha e, moyo kushindwa kufanya kazi. Ilielezwa kuwa hata kama angepata msaada mara moja, hali yake ilikuwa ni mbaya sana. wataalamu wa usafiri wa anga walifanya uchunguzi na kugundua kwamba ndege ilikuwa imezidi uzito zaidi ya paundi mia saba au tunaweza tukasema kilo mia tatu na ishirini. Rubani Morales aligundulika kuwa hakuwa na leseni halali, alikuwa anatumia vibali bandia, na uchunguzi wa maabara ulionyesha kuwa mwili wake ulikuwa na mabaki ya pombe pamoja na kilevi cha kokaini. Kutokana na skendo ambazo zilikuwa zimezagaa mtandaoni, kuliibuka konspirasi nyingi sana na baadhi ya watu walisema kwamba R. Kelly alipanga kifo cha Aaliyah ili kuficha siri za ndoa yao haramu pamoja na skendo zake, kwa sababu iliaminika kwamba alikuwa anatarajiwa kusimama kama shahidi wa kesi hiyo ya R. Kelly ambayo ilikuwa inamkabili. Lakini pia kuna conspiracy nyingine ambayo ilisema kwamba Jay-Z alipomtaka kimahusiano alikataliwa, na ndiyo maana akapanga kifo ili kuwapa nafasi Beyonce pamoja na Destiny's Child, na baadaye Beyonce akaanza akaanzak a kuiga baadhi ya nyimbo pamoja na mitindo ya Aaliyah ili naye aweze kuwa na umaarufu au aweze kuchukua nafasi ya Aaliyah. Baadhi ya watu walifika mbali na kusema kwamba alifanya kama kulipa kisasi kwa rafiki yake Damon Dash kutokana na bifu waliokuwa nayo. Konspirasi zote hizi hazikuweza kuthibitishwa, lakini ukweli unabaki pale pale kwamba mwanadada huyo alikuwa amefariki dunia na kifo chake kilisikitisha ulimwengu mzima. Watu hawakuweza kuamini kama Aaliyah amefariki. Aaliyah alikuwa na umri wa miaka ishirini na mbili pekee, na alikuwa ameshaweka alama kubwa sana katika mziki wa R&B pamoja na tasnia ya filamu. Mashabiki wake walibaki na imani kubwa sana juu ya Aaliyah wakiamini kwamba Aaliyah mpaka hivi sasa ndio malkia wa RnB ambaye ameondoka mapema sana, lakini alitengeneza mtindo mpya wa mziki, mziki ambao utaendelea kuishi milele na milele. Kwa hiyo hiyo ndio stori ya Aaliyah ambayo imekuwa ikileta utata sana, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao walizua conspiracy nyingine na kudai kwamba Aaliyah alikutwa pia na kilevi na kuaminika kwamba alikuwa hataki kupanda ndege hiyo, lakini alipewa kilevi ili kuweza kumsababisha aweze kukosa nguvu au aweze kukosa fahamu na kuweza kumbeba na kumweka katika ndege hiyo. Inaaminika kwamba walifanya hivyo kwa sababu walikuwa na hofu ya kupanda ndege hiyo, kwa sababu alikuwa hapendi kupanda ndege. Lakini kuna baadhi wanadai kwamba alikuwa anahisi kuna kitu ambacho anachezewa, lakini waliamua kumlazimisha kufanya hivyo ili kuweza kumuondoa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo vilikuwa vikizungumziwa hapo, na nimeona niweze kukuletea vyote, lakini vitu hivi ambavyo vinafahamika kama conspiracy ni vitu ambavyo vilikuwa havina ushahidi ila na nikuletee vitu ambavyo vilikuwa vinazungumziwa kipindi hicho. Huyu ni Aaliyah na hii ndiyo simulizi yake. ni simulizi gani ambayo itafuata? Endelea kufuatilia Tricod Media, karibu sana. Usisahau kusubscribe, kulaki, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.